Sisi madhumuni yetu ni maendeleo ya Tanga, amani na uimara wa Tanga. Kwa hiyo tutadumisha amani galia, si kwa kuangalia sehemu zetu zote ziko kwa amani, na kama ilivyoonekana Tanga imekuwa na amani ukilinganisha na sehemu nyingine zote ambazo zimeleta tatizo. Sisi wazee asili wa wilaya ya Tanga tunatoa pongezi zetu za dhati kwa mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na pia tunampongeza Makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi na Rais wa Zanzibar Ndugu Hussein Mwinyi, Dr. Hussein Mwinyi, wabunge na madiwani wote kwa matokeo ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, tunawapa hongera. Sisi wazee asili wa wilaya ya Tanga kwa ushindi huu mkubwa uliopatikana . Wazee wa asili wa wilaya ya Tanga tunakutakia maisha marefu Mheshimiwa Rais na viongozi wako, yenye afya njema na uchaji Mungu. Tuna imani kuwa maendeleo ya awamu hii yatakuwa makubwa zaidi katika nchi yetu ya Tanzania. Tunawaombea afya njema na uongozi bora uliotukuka, dhamira ya kweli ya kuelekea katika kuelimisha, cha kwanza ni kuelimisha jamii yetu kwamba hii inayofanyika si katika desturi zetu. Kama kuna kitu kinafanyika nje ya desturi zetu, kwanza tukifundishe kwa watoto tu wetu, warithi wetu, sisi tuwafundishe kwamba hizi ni mila zetu, hizo nyingine si za kwetu, hazitufai. Endapo mila hizo zitakwenda zikiwa zinavunja sheria za nchi yetu. Baada ya kuelimisha, lazima tuwasiliane na vyombo vya dola kwamba hiki pamoja na kukiuka maadili ya watu wa Tanga, lakini kinavunja sheria, mkondo wa kisheria uchukue hatua. Lakini kushauri tunaweza, na kufundisha vijana wetu tunaweza. Tunaomba wote jamani, mliomo humu na wengine mnaotusikia wa, watupe ushirikiano, watupe ushirikiano.